Mkusanyiko wetu unajionesha ni hauli, ni msamiati ambao huwa tukautumia, lakini tunachokilenga ni kukusanyika na kuwaombea maghfira wazee wetu waliofanya kazi kubwa ya kusomesha Qurani katika viunga vyetu hivi. Sambamba na hilo, mwaka huu tuna tukio la uzinduzi wa madrasa, hivyo hatutakuwa na mambo mengi, ila tulipenda hadhira ijue kwamba mkusanyiko wetu ni huo: moja, kukumbuka fadhila na kuwaombea wale wazee wetu, lakini pili kuenzi zile kazi zao na kuziendeleza kwa kuzindua madrasa mpya kabisa. Hivyo tulifahamu hili katika kikazi chetu hichi, ni muombe kwa heshima na taadhima Shekhe Yusuf Kidago awe ndiye mwalimu wetu wa kwanza, tukiwa tunajua saikolojia za wasemaji wetu namna walivyo.

Bahati nzuri, alhamdulillah, wasomeshaji wa qurani na qurani yenyewe thamani yake inatambulika mbele ya Mwenyezi Mungu inatambulika na mtume katolea tangazo kubwa kuhusiana na qurani

kwamba hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake ghalib ya ahlus samawati ni malaika na malaika wake na watu, na viumbe wa ardhini, akamtaja hata mdudu chungu ndani ya shimo lake na hata samaki baharini wanamuombea rehma mwenye kuwafundisha watu kheri. Hakuna anayefundisha kheri atakee mzidi, anayefundisha anayewafundisha watu dini ya Allah subhanahu. Kwa hiyo hii ni ndio sababu hata Mtume akatangazia umma kwamba usipate tabu kumtafuta mtu wa kheri ni nani katika hii dunia sema tu, khairukum man taallama alqur'ana wa allamahu, mbora wenu ni yule ambaye kaifundisha Qur'an, kajifunza Qur'an, baada ya kujifunza na akaijua kama itakiwavyo, akawafundisha na wenzake. Hawa ndio walioishiriwa katika Qurani kwamba kila swala yako haiswihi mpaka umuombe Mwenyezi Mungu akutunuku yale yaliyowatunuku watu wa namna hiyo pale ambapo katika swala ni lazima useme ihdina sirata almustaqim utuongoze njia iliyonyoka ikawa hiyo ni mujmal imekuja kwa ijmal yataka taswil ni njia gani hiyo ni sirat ladhina anamta l jua, wale ambao waliwanemesha. Miongoni mwa hao ni wale ambao kumekusanyikiwa hapa kuenzi michango yao, nao ni wale waiomeswaliowasomesha watu Qurani, wakawalea katika mambo ya khairi. Hawa ni miongoni mwa wale ambao sisitizwa katika swala kwamba ikawekwa aya hiyo ni sehemu katika kukamilisha nguzo ya swala katika zile nguzo za kauli, nao ni suratul Fatiha, kwamba swala yako haitoswihi mpaka uisome, na huwezi kuisoma bila kusekwa, bila kutambua watu hawa. Kwa hiyo huu utambuzi huu unaofanyika wa watu waliotangulia mbele ya haki ambao wamefanya kazi ya kuwaongoza watu katika dini kwa kuisomesha Qur'an, yatakiwa tuwafahamu. Hawa ni watu waheri, ndio watu bora, ndio watu wa kuamiliana nao, wa kusumbua zetu, kwamba kwa nini mtu wa Qur'ani ana tusumbuke na hayo. Kwa nini mtu wa Qur'ani anapata taabu? Tusumbuke na hayo. Mwenyezi Mungu atatujaalia kuwa katika hao, hiyo ya ihdina siratulmustaqim. Nimalize na utambuzi watu wa Qurani kwa watu wasiokuwa Waislamu. Unapoizungumza Ufaransa mathalan, huwezi kuacha kumzu, kumzungumza Napoleon Bonaparte kila itakavyozungumzwa historia ya Ufaransa lazima utamtaja mtu huyu, akiaminika kwamba ndiye mtu bora aliyepita katika Ufaransa, hakuna mfano wake Napoleon Bonaparte. Katika kitabu kilichotungwa na asikuwa mwislamu, anaitwa John Toland, kinachoitwa Faces of Muhammad. Faces of Muhammad, ambapo yeye kaamua aandike maneno yote wazungu, watu wa magharibi wanavyomzungumza mtume Muhammad. Hicho kitabu kina habari hizo tu za mtume Muhammad na wazungu wanamtazama vipi mtume Muhammad. Bahati nzuri nimekisoma chote, nikakirudia zaidi ya mara saba. Hakuna aliyemwandika vibaya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kilichonishangaza mimi ni huyu Napoleon Bonaparte alipoitambua Quran kabla ya kufa, miaka miwili kabla ya kufa aliandika maneno ambayo yamenukuliwa ndani ya kitabu hicho. I hope when the time is not far off, I will be able to unite all the wise and educated people to establish a uniform regime. regime Sasa, what kind of uniform regime, you know? What's Unajua ni aina gani uniformu rejimu inaokuja hiyo? Based on the principles of the Quran. Hapa papigie mstari. Piga e, mstari hapa. Based on the principles of the Quran which are alone true. Pigia tena mstari. And which alone lead people to happiness. Na hapo papigie mstari. Asema kwamba na matumaini makubwa, na nadhani muda si mrefu sana nitaweza kuwa, kuwa kuunganisha watu wote wenye akili nyingi duniani na watu wenye elimu nzuri duniani. Akiwaunganisha anasema lengo lake ni to establish a uniform regime, kuanzisha utawala wa aina moja lakini huu utawala based on the principles of the Quran, uwe msingi wake ni kanuni, sheria, taratibu, misingi, mafunzo ya Quran. Mwisho akatoa sababu kwa nini Qurani, akasema which are alone true and which are alone lead people to happiness asema kwa sababu al-Quran ndio peke yake ambayo kwangu mimi naona ndio kanuni, ndiyo mafunzo ambayo ya kweli na mafunzo ambayo yanaweza yakawaongoza watu kwenye furaha ya kweli, kwa mujibu wa mzungu huyu. Sasa na si mmoja, tutosheke na huyo mmoja. Kwa mujibu wa mzungu huyu sasa ni kwamba wa watu wa Qurani ndio wenye, wenye kuleta furaha katika hii dunia. Watu wa Qur'ani ndio wenye kuongoza watu katika jambo lilokuwa la sawasawa. Kwa hiyo tuungeni mkono sana uzinduzi huu wa madrasa, kwamba tufahamu kwamba kumezinduliwa wema, kunazinduliwa utu na kunazinduliwa sheria zilizo na furaha kwa watu, sheria zilizokuwa sawasawa na sheria ambazo ni furaha kwa watu, tuwaenzini waalimu wa madrasa na walimu wa Qur'ani, na tujue thamani yao, si kwa maneno, kwa vitendo. Wabillahi tawfiq taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.